ni kubwa zaidi kuliko vile waja wanavyoenda mbio kwenda kuzitekeleza, watekeleze au wasitekeleze. Haki za Mungu ni kubwa zaidi, haki za Mungu ni nyingi sana, ni kubwa sana, kwa hivyo, kuliko kushinda vile ambavyo waja wanaenda mbio kwenda kuzitekeleza. wa inna ni'ama Allaha au ni'ama Allahi akthar min an yuhsiha alibadu, na neema za Mwenyezi Mungu rehma za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baraka za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nyingi sana kushinda vile waja wanavyozihesabu, kwa sababu waja huwa wanahesabu kile kilichowafikia. Eh, kwa hivyo zile mnazozihesabu zinaweza kuwa ni chache sana. Za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu ta wa Ta'ala, neema zake ni nyingi mno. Anasema walakin amsu wa asbihu wa asbahu taibin, lakini Ishini, ifike jioni na pakucha asubuhi, mkiwa katika hali ya tauba, kuiendea ndio toba, waja thubuni sana kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mwingie katika rehema zake na neema zake. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.